Shalom shalom. Umbile ya Mungu nina tamani kuzungumza nawe kwa siku ya leo na mazungumzo yangu ni maswali tatu ama ine ambayo natamani kukuswali. Kutokana na kitabu cha Habakuki sura tatu mustari wa tatu Nitasoma kwa jina la bwana wetu Yesu Kristo. Habakuki tatu tatu ilasema hivi: Mungu alikuja toka Temani na mutakatifu toka mulima Parani, na utukufu wake ulifunika mbingu na sifa yake inajaa dunia yote. Kutokana na aya maandiko, nina swali ine. Swali ya kwanza, Biblia ni ya nani? Ni ya Mungu au ni ya mtakatifu? Juselo hapakukibana sema Mungu alikuja toka Temani, kisha mutakatifu na yeye akatoka kumulima parari. Ni kusema Mungu haikunjo mtakatifu me, labda Mungu ni ndugu yake na mtakatifu. Tunafanya referensi mukitabu ya Genesis. Kwenye Mungu anasema tufanye mutu kwa sura na mfano wetu, kumbe ndugu yake na Mungu wa kwanza anaitwa mtakatifu, ndiyo kwa maana Habakuki anatuambia Mungu alitoka Temani na mutakatifu toka mulima parani. Sasa hii Bibilia ni ya nani? Ju tunaitaka Bibilia takatifu. Mana yake Bibilia haikwe kama ni ya Mungu ni akikishie. Basi swali ya pili, na weye unayejiona na kujiita mutakatifu, wewe ni wanani? ni mtakatifu wa mtakatifu au ni mtakatifu wa Mungu? Nitapenda nijue nani aliye baba yako, ni Mungu au ni mtakatifu? Ukajiita mtakatifu maanake, chunga mshahara kwa utakatifu, na ukajiita mwana wa Mungu, chunga mshahara kwa Mungu peke yake. Sawa, wee uko wapi? Swali ya tatu Wakati panasema Mungu alitoka toka Temani na mtakatifu toka mulima Farani, andiko inaendelea na semea, na utukufu wake ulifunika mbingu na sifa yake inajaa duniani. Sasa swali ni: ni utukufu wa nani wenye kufunika mbingu na sifa ya nani yenye kujaa mu dunia? Eske ni ya Mungu au ni ya mtakatifu? Soma vizuri njoo unielewe, njoo andiko inasema Mungu alikuja toka temani na mutakatifu toka mulima Parani, na utukufu wake. Ni maneno ya nani? Habari ya utukufu na sifa ni ya Mungu au ni ya mtakatifu? Ninatamani nipokee jibu kutoka kwako.